Shasema na hata, hata leo tu nizungumze kwa uchache. Jua la haki, mama mmoja profesa katika nchi hizi za Afrika Mashariki ameanzia kufundisha shule ya msingi huko kijijini, anatembea kwa miguu kwa shida, na Biblia, na Biblia inasema mwenye haki wangu hata tahayari hata siku moja. Na siku moja pasipo kujua akajikuta ameadvansi akaenda diploma, alikuwa mwalimu acheti, wa cheti wa shule ya msingi diploma degree masters PhD, baadaye akawa professor wa university, nasoma kwa shida, umaskini alafu mjane na watoto wake nyuma watoto wanasoma, mama anasoma, na ni mjane wakati ule. Karibu ame, ame, anabakiza miaka, mwaka mmoja sijui au miwili ya kustaafu. Nilimhudumia mwenyewe huyu mama ana kwa ana, ni kitu ambacho siwezi kukisahau kwenye maisha yangu. Kilinuma mkuu wa chuo alichokuwa anafundisha kwenye university ile, akaamua kumfanyia fitina afukuzwe kazi. Kwa hiyo akasema ameonyesha wanafunzi mitihani na mambo mengine, kamtengenezea zengwe Tume mbalimbali zimeketi, uh, kamati mbalimbali za nidhamu zimeketi, ikawa amefikishwa mahali ambako anapaswa kufukuzwa kazi, na katibu mkuu kiongozi ndiye anapaswa kusaini lile faili. Wakati wanafikiri hivyo, president akataka kufanya uteuzi wa, wa kumpata uh, mkuu profesa ambaye atakuwa ni overall wa taasisi inayosimamia vyuo vikuu katika nchi hiyo huku na huku, katibu mkuu kiongozi akapitia baadhi ya maprofesa waliopo katika ile nchi, akakuta jina la huyo mama ambaye alikuwa anamtafuta muda mrefu, akamtafuta, akamuita Ikulu. Sasa ameitwa Ikulu, anatetemeka. Maanake anajua ndio hapa kabisa hapa, ama naenda kufungwa. Una hivyo yani, na habari yake imeisha. Na unajua mtesi wako anabeba mafaili yako na barua zako na anajua kabisa amekufaya, alafu anakuaga umeitwa kwenye kikao. Oh, pole sana, nenda lakini tumejitahidi sana nimeenda kwenye vikao mbalimbali vya kukutetea, nimejitahidi sana kukutetea, nimezungumza mara nyingi kwa ajili yako sana sana sana sana. Kwa hiyo ninakutakia kila la heri na Mungu akusaidie na tuendelea kukuombea. Eh, tutakuombea mpendwa, katika jambo hili tutakuombea. Kwa hiyo anaondoka pale, ana uchungu, ana huzuni, akaenda kule Ikulu. Alipofika akamkuta yule katibu mkuu kiongozi akamwambia, wewe ndio mama fulani eh? hebu nipe historia yako. Akamwambia, mimi nilikuwa mwalimu katika shule fulani huko kijijini mbali. Akamwambia, sawa. Akamwambia, nilikuwa na kutafuta kwa miaka mingi mama, wewe ni mama yangu, the sun of righteousness, jua la haki. Akamwambia, wewe ni mama yangu, umenisaidia mambo mengi katika maisha yangu, lakini mmoja, niliwahi kupata ajali nikiwa shuleni nilikatwa na, na jiwe la, la chupa kwenye mguu na mshipa mkubwa wa damu ukawa umekatika. Ulinibeba zaidi ya kilomita 30 kunipeleka hospitali. Nimekutafuta kwa maisha yangu yote sijawahi kukupata. Kwa hiyo leo nimekupata na mambo mawili, kwanza na surprise yako ya gari ya shukrani. Yule mwalimu anabakia kushangaa, anasema shule ipi? Akamwambia shule fulani, akamwonyesha na alama mguuni, akasema ni yani, kweli Niliwahi kutokea akaambia. Sasa si hivyo tu peke yake, ninajua una kesi chuo, ni kweli? Akaambia ni kweli. Akaambia achana na hiyo kesi, kesi imeisha. Nimemshawishi Mheshimiwa Rais kama mkuu wa chuo na amekuteua kuwa profesa ovaro wa university zote. Jua la haki, ruwale kila mdu. Jua la haki, the son of righteousness, ruale kila mdu. Jua la haki! Akaondoka Ikulu ana cheo, akaondoka Ikulu ana gari, akaondoka Ikulu ana heshima. Wakati alienda akiamini ameenda kupokea barua ya kufukuzwa kazi, alafu akarudi na barua nyingine ya yule jamaa aliyemwacha ofisini. Amekuja na barua, anampa ini, barua yako, nakala ya kwako. Yule jamaa anapokea nakala, anaanza kumcancel. Hey, we are very sorry professor, najua kabisa Uh, nilijitahidi sana kuokoa maisha yako. Unajua, yapo maisha mengine, usiogope. Mungu atakupigania, anajua amemaliza kazi aliyoianzia. Kufungua barua anakuta yeye mwenyewe ana demotion, amepelekwa huko ma, ma, kwenye taasisi ya chini amepata, ameshushwa cheo kwa kiwango kikubwa, na sasa anapaswa kuripoti kwa huyu mama ambaye alikuwa amemharibia maisha. Jua la haki, hapa duniani pana jua la haki. Hebu nisaidie kumwambia jirani yako, jua la haki. Kuna jua la haki. Wewe unayedhulumu, hasa maofisini, hasa kwenye mataasisi, dhuluma, uonevu, chuki ambazo zimewekwa. Hii ni kwa resima, hii ni kwa resima. Bali ninyi mnaolicha jina langu mtarukaruka kama ndama wa mazizini, maana jua la haki litawazukia nalo litakuwa na kuponya katika mbawa zake.